Habari zenu. Sasa kuhusu ishu ya ya akaunti zangu za za Instagram na WhatsApp yangu kufungiwa na Meta, sasa nimepewa ushauri kuwa uh, <clears throat> tu- tupeleke malalamiko kwa wingi kwenye bunge la Marekani actually, sio malalamiko, tuliombe bunge la Marekani kufanya congressional inquiry into Meta's actions after the Tanzania masaka uh, the action ya disable accounts za Tanzanian activists local and international uh, na wengine wetu tukiwa hapa hapa uh, Marekani. Kwa hiyo tuwaombe wafanya hiyo inquiry, kwo lazima tuwaombe kwa uh, tukiwa wengi, na ukweli ni kwamba Meta wameturudisha nyuma sana Watanzania, yaani wametuaffect mno, wameturudisha nyuma sana, wametuondolea central point that we had, um, ya kujiorganize ya kuhave solidarity and to have one voice, so we have to fight, na fight yetu lazima tuipeleke kwa watu husika ambao wana pawa wana nguvu ya kufanya kitu na watu hao ni bunge la Marekani na ikulu ya Marekani. So hapa nimeweka contact za bunge la Marekani na ikulu kwao. Naomba kila mtu tupige simu na kutuma email, yaani kila mmoja wetu piga simu na kila namba nilioweka hapo, piga hiyo simu, tuma email kwenye hizo link kila mmoja wetu lazima afanye. Tuwaombe na ndugu zetu wa Kenya watusaidie kwenye hii kampeni. Tunaomba wa Kenya, kama jinsi ambavyo mmetusaidia kila kitu, please help us also to contact uh, Congress na, na White House ili ifanyike inquiry kwenye kitu ambacho Meta wamekifanya. Um, yeah, um, also kwenye hizo email pia tuombe um, kama If Congress can also come up na legislation mpya kwa ajili ya kuprotect, uh, significant public interest accounts kwamba kuwe kuna jinsi yoyote ya kupata, uh, ya kuwapeleka mahakamani na kupata, uh, resolution anyway. Yeah, so naomba kila mtu ajitahidi tutume email and we have to keep fighting. Ngoja niambieni, hakuna kurudi nyuma eh? tume- tumefika pazuri Tumefika pazuri, hakuna kurudi nyuma. Dunia nzima iko nyuma ya Tanzania, dunia nzima iko nyuma yetu. Tutawashinda hawa wauaji, tutawashinda, tutawashinda, lakini lazima tuendelee kupambana. Amekimbia.